Karibu katika mwendelezo wa darasa za somo la aqida, kutoka katika kitabu cha hud aqida takamina alkitabi wa assunna, kitabu kidogo katika levo ya msingi ambacho kinapupia sana e, kuleta onwani ambazo ni za muhimu katika somo la aqida na itikadi. Tuko darasa nambari 58, kwa hivyo ni na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, katika unwani inayosema as-sunnah wal bid'ah. Tuko katika ukurasa nambari 28 as-sunnah wal bid'ah ni misamiati miwili ambayo tunasema ya kidini e, tunasema ni ya kidini kwa sababu imetumiwa katika e, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. E, na nini hili neno asunna? E, huwa linakuja lina maana tofauti tofauti takriban kama nne hivi, ikiwemo maana ya kilugha. Lakini maana za kiistilahi neno asunna linakuja na maana kama nne <coughs> lakini e, katika maana ambayo inakusudiwa katika somo letu asunna e, niende moja kwa moja na nifupishe. Sunna ni ile dini original ambayo e, inakutikana katika ama inazalikana katika mafhumu ya Qur'ani na hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama. Hii dini iliyofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ikibakia katika ule originali wake inaitwa ni assunna, na hivyo hivyo, jambo moja moja katika dini likiwa limebakia, ikimebakia katika uasili wake katika ukongwe wake linaitwa assunna. Ikiwa kuna jambo lina, limeingizwa katika dini lakini halimo jambo hilo ni geni jambo hilo ni pandiki, ni pandikizwa jambo hilo ni pandikizwa, hilo linaitwa albid'ah. E, hii ni tafsiri rahisi ya neno asunnatu walbid'ah e. Kwa hivyo ile dini aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa katika uhalisia wake tunasema hii ni sunna bwana e. Ikiwa kuna lingine halimo katika dini maanake, hapa tuzungumzie haramu ambayo yajulikana kuwa ni haramu kama zina, kunywa pombe? Hapana, hiyo haitu ni bida. Bida ni kile kitu kinachodaiwa kwamba ni ibada, ni katika dini, ni katika jambo, ni katika utaratibu wa dini, lakini si katika dini, si katika ibada, si katika utaratibu wa dini. Hicho kinaitwa albida. Na kwa sababu hili neno albida ni kitu kipya, wama kuntu bidhaan min alrusuli, badiu lsamawati wal ardhi. Kwa, kwa nini kwa hivyo unaposema asunni, mimi ni ahli sunnati wal jamaa, unakuwa unamaanisha mimi nina, nina msimamo wa kufuata ile dini tu iliyothibiti katika sheria, na sina msimamo wa kufuata mambo ya bida. Kwa hivyo neno asunna hapa litakuwa lina maana ya Qur'an na hadithi. Neno hapa katika maudhui yetu lina maana ya Qur'an na hadith. Wal bida ni jambo ambalo liko nje ya Qur'an na hadithi lakini likaambiwa na, na lenyewe nalo lina mashiko kwenye dini kwenye Qur'ani na hadithi, lakini halimo. Kwa hivyo tukisema albidha, yani bid'a katika dini, jambo jipya katika dini, hilo ndilo ambalo halitakikani na ndilo ambalo lapigwa vita na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alilitumia neno hili albidha katika misamiati yake, lakini katika lugha ya kulipiga vita jambo jambo hilo anasema katika unwan, hal fi dini bidatun hasanatun, je katika dini kuna bidaa iliyo nzuri? Anasema, anasema laisa fi dini bidatun hasanatun, katika dini hakuna bidaa nzuri. Wadalilu qauluhu ta, taala, na dalili ni kauli yake Mwenyezi Mungu azza jalla. Yani, e, nini hasa matakwa ya swali hili yani, katika dini kuna kitu ni bidaa alafu ni kizuri, yani bidaa kipya, hakikuwepo baadaye kimekuwepo, alafu ni kizuri. Swali hasa linamaanisha hivi. Anasema hakuna katika dini bidaa nzuri ee. Anataka kusema nikushereheshe, aya kabla hajasema kwamba dini imeenea katika nyanja zake zote. Kwa hivyo yani, hakuna zuri isipokuwa limo katika dini. Kwa hivyo ukileta lingine baada ya kuwa mazuri yote yamemalizika, litakuwa si zuri, hilo litakuwa ni baya. Ndio maana akaleta ushahidi wa kauli yake Mwenyezi Mungu azza wajalla, alyawma akmaltu lakum dinakum, hii leo nimekamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yangu neema zenu. Angalia, kukamilishwa kwa dini ndio kukamilika kwa neema. Wanadamu hawataishi katika neema isipokuwa wameshikamana na dini yao. Ak ni kukamilisha dini ndio kutimia kwa neema. watmamtu alaikum ni'mati waradhitu lakum lislam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Yani hii dini yenu inaitwa jina lake ni alislam, jina maalum linaitwa alislam. Ya subhanallah, ndugu zangu katika imani e, mtu anakuwa ana nini? nitumie lugha gani? Anakuwa yuko katika uhakika kwamba analoliendea ni dini, nitumie lugha hii, atakuwa na uhakika kwamba analoliendea ni dini, muda wa kuwa jambo hilo liko katika Qur'ani na hadithi za bwana mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallama, au lilikuweko wakati Mwenyezi Mungu Azza Jalla anasema maneno haya, lilikuweko, kwa sababu baada ya kuwa yamekuepo yamekuepo yamekuepo hili na lile na lile, jumla yake ndio Allah akasema, nimekamilisha dini yenu. Kwaibu, kwa hivyo kwa lugha rahisi, mtu akifuata yale ambayo yalikuwepo yalikuwepo na kuwepo kwake kumetokana na Qur'ani na hadithi, wakati aya hii inashuka, manake hakuna shaka kwamba atakuwa ameshikamana na dini original iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na e, tunataka kusema kwa upande wa pili, kila ambaye ameshika jambo ambalo wakati maneno haya yanasemwa halikuwepo tutumie lugha tu ya nzuri ya kimjadala, kwamba atakuwa ameingia kwenye mashaka kwamba hilo analolifanya ni dini au sio dini, lina thawabu ama halina thawabu. Kabla hatujafika kwenye lugha ya kuambiana e, hiyo ni bid'a, hiyo ni hiyo bid'a inakufurisha, hiyo bid'a inafasikisha, kabla hatujafika katika lugha hiyo, e, ni kwamba unafanya jambo ambalo e, jambo hilo halitapata halitakuwa na thawabu e. Mambo ambayo yanatupa tumaanina na utulivu kwamba tukiyafanya tunapata thawabu ni yale ambayo yamethibiti katika sheria, wakati aya hii inazungumzwa yalikwemo na yakatekelezwa kama alivyotekeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba ridwanullahi taala alaihim ajma'in. E, lakini walimu wetu wamegawanyika katika mapote mawili kuhusiana na masala haya, wametuweka katika wakati mgumu e, wote tukiwaangalia e, katika vinywa vyao vinatoka qala Allahu qala rasulu, balagha, fani za nahau, wote wa pande mbili wote wamesoma, wote mandhari zao ni mandhari za dini. Kwa hiyo tunabakia katika utata. Mi nasema mtu mwoga na afanye tu yale, mtu mwoga na afanye tu yale ambayo anahisi yana yani yalikuwepo, ana ufahamu wake unamwambia wakati wa yalikuwepo wakati wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama lile jambo lililokuja baadaye baada ya miaka 300 baada ya miaka mia nne. Kwa sababu yamo haya yanayotuletea migongano haya yamekuja baadaye, hayakuweko wakati wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aachane na mambo hayo asijiingize katika katika utata, asijiingize katika matatizo katika kuna kuna kuna nini, kuna kanuni inaweza kutusaidia kuhusiana na huku kutatizwa na mashekhe. Kuna mashekhe katika hawa ambao nimewataja wapande mbili, kuna ambao wanasema yani mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha juu ya bidaa, na hizo hadithi ni nyingi na zinakubalika na mapote yote mawili ya mashekhe. Kuna kuna ambao wanasema jamani, moja mbili tatu, haya mambo yamezuka ni mapya, hayakuweko katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ndiyo yale aliyoyasema mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa hivyo nisiseme wamepatia au wamekosea, lakini yaani, mrengo wao ni kuchukua tu yale yaliyokuwemo na kuacha ambayo hayakuwemo. Kwa upande wa pili, kuna mashehe ambao wao ni majasiri, wanasema tunaweza kulichukua lile la wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukalimodify likaja kwa sura nyingine, na lenyewe limo kwa sura hii, lilikwemo. Nasema halikwemo, lakini hakuna tatizo, kwa sababu hii yafanana na hii. Na utawaona nini, mrengo wao sio kuorodhesha na kutahadharisha. Kwanza hawatahadharishi kwamba mambo ya bida hayafai, japokuwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zipo na zilisema kwamba hizo bida zitatokea mapema tu. man yaish minkum, ambaye ataishi katika nyinyi ataona ihtilafu nyingi, yani bida. Mtume alizitabiri kwamba zitatokea mapema tu, achilia hiyo miaka miangapi mapema tu, kwa wale maswahaba ambao watapewa umri kidogo, mtume labda amefariki na baadhi ya maswahaba wale, watakaopewa umri mrefu katika maswahaba wataziona hizo bida. Kwa hivyo, kwa ametabiri kwamba zitatokea mapema, ni wazi kwamba kwa leo zimetokea nyingi sana. Hawa mashehe wa huu mrengo huwasikii wakikuorodheshea hata moja. Yaani niseme lugha gani? Tokea ameanza kulingania akiwa ni kijana mdogo, labda wa miaka ishirini amelingania, amelingania dini mpaka amefika miaka 30 mpaka miaka 40 mpaka miaka 50 mpaka miaka mi, mi, nini, sitini, sabini mpaka Allah anamchukua yeye na mwalimu wake na wanafunzi wake, mwalimu wake yeye, na wanafunzi wake katika katika spichi zao, ukiambiwa kuna umeahidiwa pesa utaje kuna siku moja walitahadharisha juu ya bidaa, na wakaorodhesha wakasema moja mbili tatu, labda wakasema jamani, hizo ambazo nyinyi mnazisema mna, ndugu zetu wa upande wa pili hizo sio bidaa, ila nyiye mmeuelewa wenu ni mdogo, lakini sisi tunajua bidaa ni moja mbili tatu, wakazitaja na, waka, na wakataja na kanuni na fomula kwa nini zimekuwa ni bidha. Hatu watu hawa huwasikii. Eh, hii inakupa picha, mimi inanipa picha, mimi maamua kwamba eh, licha achilia ikhtilafu kwamba hili ni bidha au sio bidha, hiyo ikhtilafu kwamba hili ni lenyewe jamani katika liokatazwa au sio lenyewe, achilia hilo, huyu hawa watu hawa hawana mrengo kabisa wa kuhangaikia kuchambua kwamba mpaka zama hizi kuna mambo ya bida yatakuwa yametokea, kwa hivyo wakayaorodhesha na wakatahadharisha watu, kana kwamba wao wanasema kwa upande wao, labda hizo sio hadithi na hawawezi kusema hivyo, kwa sababu wanazisema zikisema. Upande wa pili wao wazikatai kuwa ni hadithi, hawawezi kusema hivyo. Na wakizikubali kuwa ni hadithi e, watalazimika wa, wa, kwa mujibu wa hizo hadithi waorodheshe bida, wakiorodhesha, wakitoa sababu ya kuwa hizo ni bida zitaingiza mambo mengi katika walionayo. Kwa hivyo, imebakia hoja ya hawa mashehe kusema tu haingii akilini, ikiwa mtu atakuwa anafanya jambo fulani, nitaje kwa mfano jambo la maulidi ambalo wafutana, kwamba ataweza kuingia motoni, haingii akilini kwamba mtu akisoma Qur'an kwa ajili ya unafahamu nini, hafla kwa hivyo swala la kusoma Qur'ani kwa ajili ya maiti nalo lina, lina, lina nani ni swala katika ikhtilafu na aliingi katika katika bidha, lakini ile sura ile ya khitma ile na matanga na matatu hiyo hiyo ni bidha, haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa waja wema waliotangulia kwa, wali, kwa hivyo e, hii inaweza kumsaidia mtu kwamba hawa ambao wana msimamo wa kukataza bidhaa yawezekana wakafanya bida lakini msimamo wao sio kufanya bida. Kuna wengine wao wanaona kila kitu ruhusa. Huu ni mushkeli mkubwa, utaona hivyo katika mazungumzo yao. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha ili jambo, na ilikuwa ndio mazungumzo yake katika katika speech zake, katika mukaddima za nyingi za khutuba zake, akisema inna inna ahsanal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammad sallallahu alaihi wasallam, bora ya mwongozo ni mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha, mabaya ya mambo katika dini ni yale mapya yake. wa kullu muhdathatin bid'a, na kila jambo jipya ni, ni, bid'a. wa kullu bid'atin dhalala, na kila jambo jipya ni dhalala na ni upotevu katika dini. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe na tukutane katika darasa ijayo. Huenda tutaongeza kitu katika e, maelezo ya nini ya haya masala ya sunna, as-sunnah wal bid'ah. As sallallahu alaihi wasallam wa baraka